Usipuuze nguvu ya watu waovu, wanaweza kuharibu maisha yako. Sisemi uwaogope, nasema ni vizuri kujua kwamba watu waovu ni kitu kabisa cha kutambua kwamba kinaweza kikaharibu maisha ya mtu. Mimi na wewe tunafahamu kwenye maandiko matakatifu kuna mtu anaitwa Naboth, the guy aliyepokonywa shamba la urithi na akakataa kulitoa, lile shamba ni la kwake kwa halali kabisa, lakini akafa, wakamuua ili tu wabaki na shamba. Watu wanaweza kuona kitu kwenye maisha yako ambacho ni kizuri, alafu badala ya kufurahi pamoja na wewe na labda kukupongeza, wakaanza hata kutafuta namna ya kukuondoa ile, hicho kitu, kitu kibaki cha kwao. It's crazy how people can go umbali kiasi hicho tu wanapoona mtu una kitu kizuri. Ni bahati mbaya sana, tunadhani watu wote wanafurahi pamoja na sisi tunapokuwa tunasogea kwenye maisha. So hatupaswi tuishi tukiwa na hofu juu ya watu waovu, lakini tunapaswa tuishi tukiwa tunajua wapo na wana nguvu kabisa ya kuharibu maisha ya mtu asiyejua kufanya yanayompasa kufanya. In your Bible, tumepo anahubiri Injili ila kuna watu arobaini wakakutana wakafanya kiapo wakasema, hatutakula wala hatutakunywa mpaka tumuue Paulo. Maanake nikusema hivi, ikitokea siku tatu hatujamuua Paulo, hatutakula. siku sita zikipita, siku kumi zikipita, maanake Hawa jamaa wameingia kwenye mfungo ambao wanajua tarehe ya kuanza, hawajui tarehe ya kumaliza. Imagine watu wana dedication ya kiasi hiki, wanakuchukia tu wewe na huduma yako na kila kitu chako, they just hate you. Mpaka wanaingia kwenye commitment ya kuacha chakula na kuacha vinywaji kwa muda usiojulikana mpaka lengo la kumua. Kwenye haya maisha ukiishi kizembe, ukichekacheka tu kwa kudhani kila anayekuchekea ni rafiki yako na yuko upande wako, you will be surprised matukio atakayotokea kwenye maisha, men are evil. Kuna watu waovu kwenye wapo na tunaishi nao, these men wakachukua hatua ya kutaka kumua Paulo. Ilichukua uhusika wa Mungu kumnusuru Paulo.